Jina langu ni Alisa Brennan na nipo hapa leo kuzungumza nawe kuhusu fursa za wakimbizi kupata uhuru wa kifedha nchini Amerika. Mwishoni utaweza kujibu maswali tatu mafupi ili kuonyesha kuwa umepata ufahamu wa kile ulichokiona pamoja nami leo hii. ndio sababu ni muhimu uchague lugha unayoijua vyema ili kusikiliza tafsiri ya video hii. nchini Amerika, Kupata uhuru wa kifedha na kujiondoa katika msaada wa serikali ni njia moja muhimu ya kuondoka kwenye rada ya serikali. Ikiwa wanakupa pesa, wanajua kila kitu kuhusu wewe. Pia hii inaweza kuwa hatari katika hali ya sasa, na kadri unavyoweza kufanya mambo peke yako, ndivyo itakavyokuwa ngumu kwa mtu yeyote kutaka taarifa zako. Kamati ya Kimataifa ya Ukuaji ilianzishwa mwaka 1933 na Albert Einstein na kundi dogo la wanaharakati inatoa huduma za afya, elimu na zana za kuwa na uwezo wa kujitegemea, pamoja na makazi, hifadhi na ujumuishaji kwa wateja wakimbizi. Mipango ya uwezo wa kiuchumi ya IRC inasaidia wateja kujenga maisha yao upya nchini Marekani. IRC inasaidia wanaofika kwa mara ya kwanza kupata kazi yao ya kwanza nchini Marekani kupitia mipango ya ajira ya awali. Mpango huu unasaidia zaidi ya asilimia 79 ya wateja walioandikishwa kupata ajira kwa mafanikio ndani ya miezi sita Tangu kufika nchini Marekani. Wakati wateja wanatafuta kazi, wanahudhuria masomo ili kujifunza kuhusu mifumo tata ya kifedha nchini Marekani, kufungua akaunti za benki na kupokea ushauri wa kifedha kutoka kwa washauri wa kifedha wa IRC. Mipango ya kuendeleza kazi ya IRC inasaidia wateja kuhamia kutoka kwa kazi zenye mishahara ya chini na ujuzi wa chini, hadi kazi zenye mishahara mikubwa na ujuzi wa juu. Kwa wateja wanaohitaji kufungua biashara. IRC inashiriki katika mipango ya biashara ndogo ambayo inatoa msaada wa biashara wa kibinafsi na upatikanaji wa mikopo isiyo na riba au mikopo ya riba ya chini. wakulipia kwa wakati kila wakati, wateja wanajenga mkopo ambayo ndiyo njia benki na taasisi za kifedha nchini Marekani zinawatambua wa Marekani na kuwatuma kuwakopesha pesa zaidi. ofisi za IRC pia hutoa akaunti za kuokoa zilizolinganishwa Kusaidia familia kununua mali kama nyumba au magari. Kwa hivyo ikiwa unaokoa dolari shini, IRC italinganisha dolari shini. IRC pia inatoa huduma za bure za maandalizi ya kodi ya mapato kwa familia zenye kipato cha chini. IRC inawafuatilia wateja wake kwa miaka tano na kusaidia katika uhamiaji mara wakimbizi wanapokuwa na sifa zake. Haitaji kuwa mteja wa IRC ili kupata msaada ikiwa wewe ni mkimbizi. Katika Phoenix, tuma barua pepe kwa au piga simu 433-2440 kwa maelezo zaidi.